Mzee, habari ya saizi? Pole sana, naona mnahangaika. Mnaweza mkanaambia nyanya mnauzaje? Ndio, lakini hali ipoje? Hali ni mbaya sana, kwa hiyo nyanya soko kidogo limeshuka kwa sababu ya hali ya uchumi. Kwa nini hali ni mbaya? Sababu uchumi umekuwa kwa shida. Ndio na watu wanaonunua nyanya bado wanunua sana au? Hawanunui sana. Au hali ni ngumu? Hali ni ngumu. Poleni sana na changamoto hizi sasa. Mimi naitwa Shabani Itutu, nimekuja kuwaomba kura ili walau nije niwasaidie kwenye haya mambo, sababu tunajua hata pembejeo kupatikana ni kazi na ni gharama. Sisi tunasema kwa sera yetu pembejeo ni bure pembejeo ni bure. Bure. Kwa hiyo tunahakikishia pembejeo mtapata bure. Ni si yeah. Na mbolea ni bure. Sisi tumesema pembejeo ndio mbolea hiyo hiyo. Kwa mtapata bure. Na tumeahidi kuleta matrekta kila kijiji atakuwa analima bure. Kwa hiyo tunawashukuru sana sisi tunakuja hivi kwa ajili ya kuomba kura mguu kwa mguu nah. Mkutano haisaidii sana tumeamua kupita mguu kwa mguu kuomba ana kwa ana. Sababu so, so. Mkutano inawezekana usije lakini so, so. Tukifuata hapa ulipo yeah. Tunakukuta moja kwa moja. Naomba mtuombe kwa Mungu. Kwa sababu samaki kwa sasa wanapanda bei, kwa sababu wengi wanaenda nje, wanapelekwa nje kwa sababu ya viwanda. kwa tunahitaji pia kupunguza hiyo sera ya kupeleka samaki nje wengi, tunataka samaki wengine pia wa Tanzania nafanyeje, wawale, kwa sababu sisi tunakula samaki kidogo walioharibika, wenzetu wa Ulaya wanakula fresh fish. Kwa hiyo tutapunguza kwa ushuru kidogo walau, na nyinyi niweze kupata samaki kwa bei nafuu, maana yake biashara itachangamuka Tunawatakia kila laheri, mtuombe kwa Mungu. Nimekuja kuwaomba ku nagombea ubunge jimbo la Ilemela. Nam mafundi, habari zenu jamani? Poleni na kazi, asante. Vipi, unaonaje hali ya maisha na kibarua na hela mnaolipwa hapana? Hela iko chini. Hela iko chini. Yeah. Mimi niwaombe kwamba Eh, kibarua analipwa shilingi ngapi kwa siku hapa? Elfu kumi, eh. Na bado ana familia hiyo yu kibarua. Na amepanga na kiumoda kutibiwa na sio hilo tu, akitoka hapa atoke na elfu kumi, akitoka na shilingi elfu saba, elfu saba, bado nauli, bado nini, kwa kama elfu sita. Mimi niseme jambo moja la msingi kwa ni, ni kwamba maisha yako juu sana. Sana. Sana, na sisi kazi yetu ni kuhakikisha kibarua hawa analipwa vizuri na yeye kwa sababu kitu kinachosababisha kibarua alipohela kidogo kwa sababu mifuko ya simenti iko juu, bidhaa za kujengea zimepanda juu. Na juzi kama mlivyoona bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamepandisha tena kodi ya vifaa vya nini vya ujenzi. Mtuchague niende bungeni, twende tukateremshe vifaa vya ujenzi, hivi ndio vinaleta shida. Asante kaka, ninazijua shida za wamama Ninajua kina mama wengi mmetelekezewa familia. Ninajua kina mama wengi ni wajane. Ninajua wakinamama wengi mnasumbuliwa na kausha damu. Kaushadamu imefanya watu wengi ndoa zao zimevunjika. Tunataka kuhakikisha tukiingia halmashauri pale halmashauri kuna hela asilimia kumi ambayo huwa inakuja kwa wakina mama vijana na walemavu. Hela ile huwa inatakiwa ije bila riba, lakini kwa bahati mbaya wenzetu wanapeana wao, wakubwa kwa wakubwa. Tunataka nikiwa mbunge, hela hiyo iwafikie, ipunguze makali ya maisha. Mama shikamoo. Baba Ituta, naam. Mama nina swali la kukuuliza. Ndio mama, naomba ndiyo. Mama naomba watu wanyamaze, asante. Ukishachaguliwa utatusaidia mama naomba niseme jambo moja, utakuwa na utiifu utakuwa nao mama, utakuwa na hofu ya Mungu. Mama ni leo mpaka saa hizi, kwa sababu hata katiba yetu sisi ya chama paragrafu ya kwanza inatambua ina, ina uwepo wa mwenyezi Mungu, na tunaamini viongozi wanaojua uwepo wa mwenyezi Mungu wana hofu, na ndio maana nimeanza kuwa mtiifu kwenu. Hata watu wanaoishi mlima lada niliwasaidia, wakabaki Mungu na, na, na. Amina, nakushukuru sana. Asante sana. Niombe. Mungu apaka katika jina la Yesu. Amen. Mungu mwenye nguvu Mungu mwenye uwezo. Baba, huyu na utabidhi mikononi mwako. Utamulinda ukamtetee utampe upendo wa kuweza kuwashika wananchi na kuwaongoza kwa Roho Mtakatifu. Ninakuomba Yesu kamtetee kapiga ile.